Hitimisho so, la ziara ya jamaa Nasser alipotembelea nchi ya Tanzania mwaka 1996. Ziara ya siku sita ilitamatika tarehe 28 Septemba mwaka 1966. Umoja wa OAU na masuala mengine yalikuwa ni ajenda katika ziara ya Gamal Abdel Nasser. Wakati akiondoka kutoka Tanzania kwenda kurejea katika nchi yake ya Misri, tayari yalishazungumzwa muhim, mambo muhimu ya umoja wa OAU kuweza kuimarisha na kuunga mkono mataifa yote, ili umoja huu uweze kutekeleza malengo na majukumu yake vilevile vile majukumu hayo ikiwa ni kukomboa bara la Afrika dhidi ya ukoloni na unyonyaji wa kigeni, kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kiufundi kati ya uh, nchi wanachama uh, wa bara la Afrika. Wakati wa kuagana Rais Gamal Abdel Nasser na Rais Julius Kambarage Nyerere katika uwanja uwandege wa ndege wa Dar es Salaam. Rais Nyerere alishukuru msaada wa Misri kwa aina mbalimbali mbali, na hasa msaada uliokuja kwa sura ya wataalamu wa kusaidia katika maeneo mbalimbali mbali ya uchumi na maendeleo ya Tanzania. Nyerere pia alikubali mwaliko wa kuitembelea Misri katika muda mfupi ujao. Hapo Rais Gamal alikuwa anakamilisha ziara yake ya Tanzania. Ziara hii imeleta mafanikio mengi hasa kama tulivyosema ushirikiano wa wa nchi za Kiafrika kuimarishwa, na makubaliano ya mbinu na mikakati ya pamoja juu ya kukabiliana na njama za wakoloni, halikadhalika kufanya kazi kwa pamoja kwa ajili ya kuikomboa Afrika na hasa katika nchi ambazo bado zilikuwa hazijapata uhuru kwa wakati ule, na kurejesha heshima na rasilimali za bara la Afrika kwa Mwafrika mwenyewe, halikadhalika Mwafrika kushika nafasi ya usukani ya kujiletea maendeleo na ustaarabu wake kama mwanadamu, hali kadhalika kusisitiza misingi ya usalama na amani ambayo pia itazingatia haki, usawa na upendo baina ya wana Afrika. Hivyo ziara hii ilikuwa na mengi eh, pamoja na haya bengi mengine ambayo yalikuwa ni misingi mikubwa, na hasa msingi imara wa ushirikiano kati ya Tanzania na Misri uliowekwa na Julius Kambarage Nyerere akiwa baba wa taifa na eh, Rais Gamal Abdel Nasser, uhusiano ambao uh, ulikuwa daima tangu hapo umeendelea kushamiri na kustawi na unadumu na utadumu milele, uhusiano ambao ni sura ya urafiki na udugu kati ya wananchi wa Tanzania na Misri. Wakati huo wa, uh, Rais Gamal Abdel Nasser alipofika uh, Misri alikuta mapokezi makubwa. Uwanja wa ndege ulikuwa umeshamiri uh, maandalizi ya kumpokea Rais Gamal Abdel Nasser anjani walikuwepo viongozi waandamizi akiwemo makamu wa kwanza wa rais uh, bwana Abdul Hakim Amir, vilevile makamu uh, weng, uh, nafasi za, za juu kabisa wakiwemo uh, Asayid Hussein Shafe na kadhalika uh, Sayid Ali Sabri na viongozi wengine waandamizi wa, wa serikali ya Misri uh, Hawa walikuwa ni sehemu ya waliohudhuria katika uwanja wa ndege kumpokea Rais Gamal kutoka Tanzania katika ziara yake iliyochukua sio pungufu ya siku sita, wakiwakilisha hisia za furaha za wananchi wa Misri na kadhalika. Mambo yaliyofanyika pale, wimbo wa taifa ulipigwa. Rais alikagua gwaride la heshima Rais pia alipokea maua yaliyokabidhiwa kwake kupitia vijana wadogo, mabinti na, na wavulana waliowakilisha, eh, chipukizi na taifa linalofuata la Misri, walimkabidhi maua, wakati huo uwanja huo ukiendelea kurindima, eh, furaha Uh, Gamal Abdunasir alikuwa tayari amesherejea kutoka Tanzania, na hiyo ndiyo ilikuwa ziara ya Gamal Abdunasir uh, kwa Tanzania. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Misri, Mungu ibariki Afrika na watu wake. Udumu ushirikiano na udugu wa, wa Afrika na udugu wa wanadamu wema. Asante kwa kufuatilia, karibu tfuatiliaji ya... wangun ema katika, usiache uh, kufuatilia uh, uh, makala nyingine za historia ya Misri, like pia vilevile ku comment kwa ajili ya mengine yaliyopicha katika vipindi vijavyo. Asante.